Unajua, kuna kitu kimoja ambacho kinawazuia watu wengi sana kufanikiwa. Huwa wanasubiria muda sahihi. Unakuta watu wanasema nitasubiri niweze kupata kamera bora ili nianze. Wengine wanawasikia, ah, wacha niweze kusubiria nikuwe kwanza katika skills hii, kisha nitaanza. Nataka nikwambie ukweli ni kwamba hakuna muda sahihi wa kuanza. Kila sekunde ambayo unaisubiri, kuna mtu mwingine ambaye anafanya. Mfano, chukulia mimi hapa Nilianza nikiwa sijui vitu vingi sana. Niliweza kufanya makosa, nilikosea katika kufanya vitu mbalimbali, lakini niliweza kujifunza kupitia hayo makosa ambayo nilikuwa nikiyafanya. Sasa nataka nikwambie kuna kitu ambacho ni cha kipekee pale ambapo unachukua hatua kufanya kitu fulani. Sio tu katika skills lakini pia katika confidence, katika kujenga consistency na katika namna ambavyo unaiona dunia ya kidigitali. Kama unahitaji kuwa content creator, developer designer ama mtu wa tech, nikuambie tu usiogope kuanza japo kidogo. Anza na kile ulicho nacho kwa sasa, simu yako, laptop yako, lakini pia chochote kile, hata kama kidogo, ambacho unaweza kuanza nacho, hicho ndio silaha yako ya kwanza kuweza kuanza nayo. Usisubiri hadi uwe perfect, utasubiria hiyo perfection milele na hautoweza kufanya chochote kile. Kila creator mkubwa ambaye unamuona alianza vibaya pia. Tofauti ni kwamba wapo wale ambao walichukua hatua mapema na wakajifunza wakiwa njiani, wakati ambapo wanafanya, na hiyo ndio siri kubwa sana ya kukua. So, nikwambie tu katika video hii ya leo usiweke zile some days nitafanya next week, ama kikitokea kitu fulani ndio nitaanza, nikipata kitu fulani ndio nitafanya. Acha hizo. Anza hata kwa kutengeneza video moja tu. Upload. Anza hicho kidogo ambacho utakifanya leo kinaweza kukubadilishia safari yako yote ambayo unaiwaza kesho. So, remember. Mwingine, hakikisha una like video hii. Kama umejifunza kitu, share na mimi, share na sisi katika Kufanya. Acha hivyo. Anza sasa na utaona matokeo. Utakuwa ukijifunza siku baada ya siku kile utakapokuwa unafanya hicho ambacho unatamani kuweza kukifanya. So, asante sana, like video hii. Una maoni, una la kuongezea katika ishu hii, pengine kuna changamoto unakutana nayo Leta sehemu ya comment hapo, tutaweza kusaidiana. So, tuonane wakati mwingine katika video nyingine.